Kuna, kuna sababu ya kufanya hivyo kwa kweli na ndiyo imetukusanyisha hapa aa, aa, asubuhi hii katika makao makuu ya serikali ya Tanzania aa, Dodoma kati kati, e, ya Jamhuri e, ya Muungano yatasindikizwa hapa na paredi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa ajili ya yote hayo. Kumbuka hii shughuli nzima ya paredi imeandaliwa kwa karibu sana na kusimamiwa na Brigedia Jenerali Sharifu Shekhe Uthman, akisaidiwa na mratibu uh, Luteni Kanali Makayas Irasi Nasa, uh, maona makamu wa rais ndio anaingia hapa uh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Mheshimiwa mm, Samia Suluhu Hassan. uh, mc amesema kwamba tunawakumbuka hata wale wa Afrika E, nje ya mipaka ya Tanzania waliopigania ustaarabu wa mwanamke, ustaarabu wa mwanamke katika... Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anawasili uwanjani, tangazo tu hilo lilikuwa linasindikiza yale unayoyaona kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan e, anawasili hapa uwanjani. Nilisema ustaarabu wa mwanamke katika uongozi hasa katika eneo bara zima la Afrika tunaweza kusema ulianzia huku kwetu kusini, e, upande wa mashariki Manake uh, eneo la mashariki Afrika lina ustaarabu wa, wa, zamani zaidi wa mwanamke kuwa kiongozi mkubwa. Tunakumbuka uh -huh. mm -hmm. Mama Agatha aliyokuwa mkuu wa Rwanda ambaye aliuawa kinyama sana kwenye mauaji ya genocide. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye alikuja zamani sana kuwa katika nafasi kubwa kabisa ya kisiasa na, na ofisi kubwa kabisa ya kisiasa. Eh, lakini mwanamke ndio tunaona katika eneo hili la Afrika sasa amefikia hadi kuwa rais. Ndio. Eh? Mambo mazuri haya na leo hiyo hii Tanzania tunaorodhesha kwamba mwanamke amekuwa ni makamu wa rais kambiwa, tunasema eh? Naam. Yeah, anachukua nafasi yake hapa eshe, anaingia Mama Samia Suluhu Hassan akisindikizwa na viongozi wengine uh, kama ilivyo ada na pele sehemu ambayo ameandaliwa kuketi. um, kama anavyosema basi um, Marine Hassan ni kwamba ustaarabu wa mwanamke katika uongozi E, ume, manake, mwana, sasa tukija upande mwingine wanasema ukimwelimisha mwanamke basi umeelimisha familia nzima, na, bila shaka, <laughs> na, <bila shaka. laughs> Mama Samia huyu akisalimiana na viongozi mbalimbali mbali ambao uh, wametangulia uh, tayari kabisa kashaonyeshwa nafasi yake, anatulia, na anatulia sasa Afrika Mashariki tumekuwa na wanawake wa, wa, wa ambao wamefikia pia ngazi hii ya kuwa makamu wa rais, mfano Marin Balampama aliowaikuwa makamu wa rais wa Burundi e, Dt Kazibwe Wandira aliyokuwa makamu wa rais wa Uganda na sasa Mamasamiaaa tunakwenda maanake eh, eh, magharibi Afrika Magharibi <laughs> <laughs> me, me safari <laughs> inaendelea. Uh, tuna rais wa Liberia kule Afrika Magharibi. Kwa hiyo tunakwenda, kumbuka tu, ni matangazo ya moja kwa moja yanayorushwa na mashirika yako haya ya habari ya Tanzania, ZBC na TBC eh, kwa ajili ya uh, uh, maadhimisho haya ya, mwingie ndani, nafasi bado ipo waheshimiwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pengine unaweza ukawa unajiuliza kwa nini siku ya mashujaa ni Julai 25? Awali siku hii ilikuwa ikiadhimishwa Septemba mosi, lakini hivi sasa Septemba mosi imebaki kuwa ni siku ya majeshi wetu, tunaadhimisha mashujaa Julai 25 kwa kumbukumbu kumbu ya mashujaa wetu kurejea nchini baada ya kumshinda nduli Idi Amin Dada aliyeanzisha vita dhidi ya nchi yetu mwaka 1979, na vita hiyo ilimalizika 1979, na, na tarehe 25 Julai mashujaa wale walipokewa Bunazi, Kagera kwa hiyo kwa kumbukumbu kumbu hiyo ndio maana siku ya mashujaa iliamishiwa leo Julai 27. Na napenda nifahamishe hadhara hii kwamba shughuli hii imeandaliwa na kuratibiwa na ofisi ya waziri mkuu ikishindi ikishirikiana na mkoa wa Dodoma, kwamba maadhimisho mwaka huu mara ya kwanza yanafanyika hapa. Tunawashukuru sana. Waheshimiwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mirejeshi mkuu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli anatarajiwa kuwasili mnamo saa tatu kamili asubuhi. Mara baada ya kuwasili Mheshimiwa Rais na mirejeshi mkuu atapokea salamu ya rais na wimbo wa taifa utapigwa. Maafisa wa, wa sale wanakumbushwa kupiga saruti. Tunaomba wananchi wote tulioko hapa kuimba wimbo wa taifa. Kitendo kitakachofuata ni kikundi cha buruji kupiga last post. Gwaride itaweka silaha begani, ambapo kikundi cha maombolezo enso wawili na askari kumi na wawili watageuza silaha zao chini. Mzinga wa kwanza utapigwa kwa kuashiria kuanza ukimya, yani maombolezo, na mzinga wa pili ukipigwa utaashiria mwisho wa ukimya. Tahadhari ni kwamba mizinga hiyo ni baridi, haina madhara yote, hivyo wananchi kuweni watulivu. Gwaride itafanya present arms, ambapo kikundi cha bu kupiga reveille. Baada ya hatua hiyo, gwaride itatanisha silaha na kufungua miguu. Kitendo kitakachofuata ni uwekaji wa silaha za asiri za mashujaa na maua kwenye mnara. Tutamwomba Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu aweke mkuu kinangao Afande mkuu wa majeshi ataweka sime. Mheshimiwa kiongozi wa mabarozi ataweka shada la maua. Mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Dodoma ataweka upinde na mshale, na mwisho ni mwenyekiti wa Tanzania regen ataweka shoka. Baada ya kitendo cha kuweka silaha za siri na shada la maua, kitendo kitakachofuata ni dua na sala kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dini. Tutamwomba shehe wa mkoa wa Dodoma aongoze dua kwa niaba ya Waislamu Tanzania mchungaji ataongoza sala kwa niaba ya jumuiya wa Kristo Tanzania. Mababa padri kutoka Baraza la Maskofu ataongoza sala kwa niaba ya Kanisa Katoliki. Baada ya kitendo cha kuwa na sala, gwaride itatoa heshima na wimbo wa taifa utapigwa na ndio itakuwa mwisho wa ratiba yetu. Asanteni na karibuni. Ni mshereheshaji huyo kwa upande wa jeshi akitoa uh, maelezo ya jinsi ratiba itakavyokuwa kuanzia uh, mwanzo mpaka hapo mwisho, kama alivyosema. Basi uh, muda mchache ujao tunamtarajia amiri uh, jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, uh, raisi wa Tanzania, uh, Dr. John Pombe Magufuli kuingia katika viwanja hivi uh, vya mashujaa hapa mjini Dodoma. Marine, tunaona waheshimiwa, uh, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunaomba ambao mko katika jukwaa kuu msimame na mtoke mbele ya jukwaa, na wageni wa walipo wengine ambao wamekaa upande wangu wa kushoto, na wananchi ambao wamekaa nyuma yangu, tunaomba msimame, msimame hapo hapo mlipo, isipokuwa jukwaa kuu ndio mtoke mbele ya jukwaa na tunawaomba wananchi, bado hamjachelewa, wa ambao mmesimama kando kando huko, tunaomba mzunguke ili mweze kuingia ndani, tafadhali. Naam, tunamsubiri Amiri Joshi Mkuu, uh, Rais Dkt John Pombe Magufuli kufika hapa, na baada ya hapo kila kitu kitachukua nafasi yake. Uh, na hata tunaona vikosi uh, vya majeshi yetu tayari uh, vimeshajitayarisha kwa ajili ya taadhima ya mapokezi haya ya Amiri Jeshi Mkuu. Kumbuka kwamba hii itakuwa ni shughuli yake ya kwanza kabisa katika ngazi hii ya, ya, ya, ya, ya sherehe za mashujaa. Itakuwa ni shughuli yake ya kwanza kabisa ya ngazi hii ya sherehe za mashujaa. E, kuchukua nafasi kwa kwa rais. Kumbuka kwamba ni kama miezi minane hivi toka kuchaguliwa kuhudumu katika ikulu ya Dar es Salaam, e, kazi kubwa kabisa ya kuwatumikia uh, Watanzania, e, na moja kwa moja ameamua kwamba uh, maadhimisho haya yafanyike hapa Dodoma, ambapo kwa maneno yake mwenyewe anasema, labda niseme sasa tayari kuhamia uh, Dodoma kuwa ni makao makuu E, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa unaowaona hapa ni viongozi karibu wote wa serikali mbili za Tanzania. Huyu yumo daktari Daktari Ali Mohamed Shein e, yupo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu rais e, wamejumuika na viongozi wengine wakiwa e, wamejipanga pale mbele kumsubiri amiri jeshi mkuu e, ambaye tumearifiwa kwamba majira ya saa 3 kamili, nayo ndio hizi tena E, e, ataweza kuwasii e, hapa uwanjani na baada ya kufika hapa atapokea salute ni majeshi ya ulinzi na usalama wa taifa tapigwa e, na baada ya wimbo taifa e, kutafata zile shughuli nyingine za kuweka silaha za kijadi. Kumbuka kwamba parade ambayo itakuwa itakuwa inaongoza mambo yote haya na parade kamanda Benedict masige e, ipewa misaada ya karibu na parade ya RSM Regiment Sergeant Major Sylvester Kiesire. Tumekuwa tunamsubiri hapa rais tu. Naam, hata viongozi wa ushindani wapo hapa, namwona namwona mzee Mrema <laughs> mzee Mrema yupo pale Naa uh, wakati zinawekwa basi hizi silaha za jadi, kutakuwa vilevile kuna shada la maua ambalo litawekwa kwa, um, kwa niaba ya mabalozi. Ataweka balozi wa Angola, huyu anaitwa Ambrosio Lukoki, sio Lukiko wa TBC, Lukoki kwa... viongozi wamesimama imara wakimsubiri uh, Dr. John Pombe Magufuli aingie katika viwanja hivi hivi. Punde balozi uh, Angola ndiye ambaye ataweka kwa niaba ya diplomasia ya nje inayowakilisha hapa Tanzania Angola inahusika katika siku ya mashujaa pia, ujue hivyo akina MPLA wamele eh, a na namna zozote, kina Agostino Neto na harakati zile za nchi zisizofungamana na upande wowote walikuwa ni masahiba wakubwa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kusukuma utu wa Afrika. Basi nadhani kwa hii kwa nukta hiyo, basi Marine ndio maana akachaguliwa kuweka shada la maua.